Yes, mambo vipi? Hope uko poa kabisa. Lakini pia niko na stori ambayo kidogo ni ya kusikitisha ambayo imeweza kutokea katika jiji la Dar es Salaam ambayo ikihusiana na treni la abiria la shirika la Reli Tanzania TRC, maarufu kama treni ya Mwakyembe ambayo imeweza kupata ajali jana saa kumi jioni siku ya jana. Lakini pia katika makutano ya reli ya barabara ya Kawawa jijini Dar es Salaam wakati ikielekea Pugu kutokea stesheni ya Kamata TRC pia imesema jumla ya majeruhi ni kumi ambapo wanaume ni wawili, lakini pia na wanawake ni nane, na kwamba wameweza kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Amana kwa ajili ya uh, matibabu. Of course kwa wakazi wa Dar es Salaam I think wanakuwa wanaelewa eh, umuhimu wa treni hii ya Pugu. Moja kati ya treni ambazo pia huwa zinajaza sana ni, ni, ni, ni, ni treni ya Pugu, kwa sababu nishawahi kupata bahati ya kuweza kupanda, kwa sababu na hizi treni zimekuwa zikitumika kama daladala, tunaweza tukasema daladala kwa kwa lugha rahisi zaidi kwa sababu, sababu kuna treni nyingine ambayo pia huwa inafanya eh, safari zake za kutokea Ubungo mpaka eh, pale stesheni, lakini pia kuna nyingine ambayo huwa inafanya safari zake za Pugu inapita huko Chamazi, Gongo la Mboto, Complex na kuweza kufika kule eh, Gerezani Kariakoo. Sasa imeweza kupata ajali majira ya saa kumi jioni bana siku ya jana. So majeruhi wamepatikana ni kumi, ambapo wanaume walikuwa ni wawili deni wanawake eh, walikuwa ni nane. Bado hakujatokea eh, taarifa yoyote ya, ya, ya kifo ambacho kimetokea e, eh, katika hiyo so maumbi yawe ni makubwa zaidi. Moja kati ya usafiri ambao pia unasaidia sana kwa jiji hili la Dar es Salaam bwana, treni hii ya kuelekea Pugu, kwa wale wakazi wa Dar es Salaam watakuwa wananielewa zaidi kwa hiki ambacho ninakuwa ninakiongea, kwa sababu ni treni ambayo pia huwa inapakia watu wengi sana kwa mpigo, yani watu wengi wanaingia kwa mara moja, then kutokana na changamoto ya usafiri. Na ikumbuke kwamba kwa kipindi hiki kumekuwa kuna hali ya mvua mvua, so na usafiri umekuwa ni mgumu, ni mgumu zaidi, hasa katika masuala mazima ya daladala, bajaji, bodaboda na vitu vingine kibao, kutokana na uwezo ubovu wa barabara na vitu vingine kama hivyo, lakini pia chanzo kamili cha ajali hiyo bado hakijawekwa wazi. Endapo kitatokea ajali hii ya treni kwamba chanzo chake kilisababishwa na nini bwana, tutakuletea hapa hapa moja kwa moja. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ili wewe kwanza kupata habari kuhusiana na eh, taarifa hii ya treni. Tuendelee kuwaombea kwa wale wote ambao pia wamepata majeruhi, lakini pia majeraha makubwa ambayo yamekuwa yamewatokea lakini pia wameweza kukimbizwa katika hospitali ya rufaa eh, Amana ambayo inapatikana pale eh, Ilala. Endelea ku drop comment yako utakomenti